Miundombinu ya barabara ni tatizo ni tatizo, na hasa kuanzia jiji la Arusha lenyewe, mi barabara za mitaani, halmashauri ya Meru, halmashauri ya Arusha DC, nimepitapita. Kwa hiyo hili linahitaji ushirikiano halmashauri na TARURA, madiwani hawa wanajua changamoto za barabara. Hiki kiwe kipaumbele chetu. Ipo dhana wakati mwingine TARURA nyie kujifungia wenyewe mkatengeneza bajeti za barabara kwa nadharia mlionao nyie, lakini kimsingi mngewashirikisha madiwani, wao ndio wanaojua hizo barabara. Kwa hiyo wito wangu nilikopita kote Nyinyi TARURA msingi wenu wa mipango ya bajeti ianzie na madiwani. <coughs> Halmashauri yenyewe kupitia fedha za ndani miradi hiyo, vitu vidogo vidogo vinavyohusu barabara mwanze, kwa sababu siku hizi mnapewa kazi nyinyi wenyewe na halmashauri wenyewe. Halmashauri wanaweza kuwa na hela wanawapa TARURA wafanyie kazi na usimamizi na ninyi wenyewe mnapopanga bajeti zenu, mimi nataka sasa bajeti zenu mnazozipanga zianze na maoni yaliyotolewa na madiwani kuhusu miundombinu ya barabara zao. Kwa hiyo tunaweka vipaumbele sasa, wewe unapata uhalali, lakini pia na mkurugenzi, na yeye anapata picha kwamba, bwana, katika fedha za ndani tukisema tunatengeneza kalvati, tunatengeneza kitu fulani, iwe imetokana na madiwani hawa eh. Kwa hiyo hilo ndio nalolitaka mimi eh, mtusaidie. Mkuu wa Mkoa CPA Amos Gabriel Makalla, kama mwenyekiti wa Halmashauri ya Arusha DC, imefarijika mno kwa ulioyazungumza, nikushukuru sana kuhusu TARURA. Ningeomba pia iwe ni elekezi kwa taasisi zote za serikali kwamba mpango wao wa bajeti watushirikishe, maana ikiletwa kutoka juu kuja kwetu inakuwa ni changamoto, lakini tukianza wote huku ndani kwa maana ya watu wa RUASA, watu wa REA, watu wa TARURA, tukashare wote bajeti kama hii ya kwetu ya ndani huku, itakuwa rahisi hata utekelezaji wake unakuwa rahisi sana. Tukushukuru pia pamoja na mheshimiwa mbunge, tuliwaona kwenye media na tukasikia mlioyaeleza na maombi kwa serikali kuhusu barabara ya Mianzini Timbolo Madukani kwenda Ngaramtoni na maombi mengine yote mlioyafanya. Wananchi tumefurahi mno na sisi tuko kwa niaba yao kusikia amelipwa pesa zote, maana yake sasa hivi ni kazi, kazi, kazi, mpaka barabara ile ikamilike. Hapo itakuwa ni barabara ya mfano kwa Arusha DC kuwa na lami ya kilomita 18, hatujawahi na kuota ile. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunafahamu historia yako kabisa, tunafahamu historia yako kubwa sana. Mheshimiwa RC, pote ulipopita umeacha alama kubwa sana. Tunaomba Arusha Arusha DC iwe sehemu ya historia ya CPA Amos Makalla kwenye mkoa wa Arusha.